Ambako unasikiliza ni amka na Baraka one TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe 31 mwezi wa 10 2025. Na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka one TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like, na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, magaidi wa M23 wakamata vijana zaidi na kuwapeleka pasipo kujulikana. Ufaransa, Rais Felix azidi kuitupia Rwanda shimoni huko nchini Ufaransa kwenye kongamano la amani ndani ya nchi za maziwa makuu. Tanzania, maandamano yaingia pabaya, wasanii wakubwa walengwa na vijana wa Gen Z kutoka nchini Tanzania, huku jeshi la wananchi likitoa kauli tata, na wakenya watamani kuingia Tanzania kuwasaidia kuandamana. Kumbuka operation saidia muzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tumia namba ambazo unaziona kwa skrini yako ili moja kwa moja Huweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na kama unavyojua, tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako magaidi wa M23 wamewakamata vijana na kuwapeleka mahala ambapo hapajulikani mpaka sasa. Maeneo mbalimbali ndani ya jiji la Bukavu, ikiwemo na maeneo ya Panzi, magaidi wa M23 ameweza kuwakamata mamia makumi ya vijana na kuwakusanya kwa, kwa pamoja, huku wakiwapeleka mahala ambako hapajulikani. Taarifa kutoka ndani ya jiji la Bukavu zimoja zinatuambia kwamba vijana hao wenye nguvu na wenye kuonekana kuwa imara wameweza kutekwa na magaidi wa M23 na kuwapelekwa kwenye kambi za Rumangabo kwa ajili ya kuwalazimisha kuingia ndani ya jeshi hilo la magaidi wa M23. Hiyo sio mara ya kwanza kwa M23 kuwateka vijana na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani wamekuwa wakifanya hivyo katika kila maeneo ambayo wameyakamata ikiwemo Goma maeneo ya Minova maeneo ya Bukavu na hata sehemu zingine ambazo mpaka sasa idadi ya watu walokamatwa hayajulikana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika la umoja wa mataifa la kutetea haki za binadamu inaendelea kushtumu matukio hayo ya kialifu huku wakisisitiza M23 kuweza kuheshimu makubaliano ya Baraza la Umoja wa Mataifa la 2773 ambalo linailazimisha M23 kuweza kuondoka katika maeneo yote ambayo wamekuwa wakiashikilia, na pia kuilazimu nchi ya Rwanda kuacha kuwasaidia magaidi wa M23, na huku pia rais wa Rwanda Paul Kagame kuweza kuondoa majeshi yake RDF ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, ripoti hii kutokana na jiji la Bukavu. Achi ya panzi banalamuka mwa insecurite na ba banalikie mamisako, kule banabeba kila mtu mwenye alikuwa nalamukia kwenda kaziba, luinja borinyi parkingi kama gema, kila mtu balibeba. Hakuna bisi yoyote iliondoka, kila mtu anapelekwa, na bengine mkartier banapelekwa na hivi bote banakuwa mu Antonino Antonino Antonino, ni masomo inakuwa pale kama gema, na wengine weko mtereya avenir na bako makartie kukamata kila jene kila wanabeba wanabeba pale pale. Ah, bako nakamata mnyaana carte d'identité, basi anabeba banamuona sura yake inafanana na weka nywele banabeba basi. Ni vile eh, ndio e, habari ile. Na mapicha zitakuwa naona bana nisukumia mapicha na mimi nitazisukuma humo, na kila mtu akisikia wake hakufika amealiondoka kutoka Bukavu ee, zaidi banaume, maana yake anakuwa iko kule k okay, okay. Basi bingine utafanya swivi basi nijua habari ile. Asante. Nam, baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kusini, twende moja kwa moja Ufaransa ako Raisi Felix Antahekedi Chilombo azidi kuitupa Rwanda shimone. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Bwana Felix Antwani Chisekedi Chilombo kupitia mkutano wa conference de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs ambayo ameweza kufanyika huko jijini Paris nchini Ufaransa, ambako marais kaza wa kaza barani Afrika pamoja na shirikisho la Umoja wa Afrika kuweza kualikwa kwenda kuhudhuria katika kongamano hilo ambalo lengo ni kwa ajili ya kuweza kutafuta amani ndani ya maziwa makuu. Rais Felix Tshisekedi Chilombo aliweza kuendelea kuitupia lawama nchi ya Rwanda kwa kuendelea kuwasapoti magaidi wa M23 na huku pia wakilazimu kuiambia M23 makosa na mauaji ambayo wa wako nazidi kuyafanya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix pia alizungumzia swala la misaada kwa ajili ya wananchi wanaopatikana maeneo ambako kuko magaidi wa M23, ukosefu wa chakula pamoja na mahitaji muhimu.

Huku anasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Rajab Wakili Kabonga baba la baba mzee wa Ngwasu, the one and only town DJP, unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga, Tembele King Sele, the Only One king from USA, Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba idonebutoto biondo kilamba mau mzee wa state ya menda feza daleteshea i wakiwa sikiza Baraka 1 TV, ankisi kandeke asimwe baguma Samuel asokolo ayeba mashaka ayamba Asani Ramadhan wakiwa wanasikiliza Baraka 1 TV. Na baada ya taarifa hizo, tuingie nchini Tanzania ambako maandamano yaingia pabaya, wasanii walengwa na vijana wa Gen Z huku Diamond Platnumz akivuta kila aina ya shughuli aliyoifanya akishirikiana na CCM na jeshi la wananchi la Tanzania latoa kauli tata kwa waandamanaji huku wa Kenya pia watamani kuingia Tanzania kuwasaidia kuandamana maandamano leo imeingia ni siku yake ya tatu tokia tarehe ishirini na tisa tarehe thelathini na tarehe thelathini na moja za mwezi wa kumi Wananchi wa Tanzania waliweza kuonyesha hasira zao za kuipinga serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan baada ya mkono wake wa chuma kuandaa uchaguzi ambao ni wa kimchongo, huku wakidai kwamba no no reform no election. Wananchi walitaka mabadiliko ya kikatiba ili waweze kuwachagua viongozi ambao wanawataka, sio jinsi walivyokuwa wakilazimishwa na chama ambacho kiko madarakani. Leo ikiwa ni siku ya tatu, wananchi nchini Tanzania wamekuwa wakiandamana huku wakiwalenga wa, wale wote ambao walionekana kuwa ni washirika wa karibu wa chama cha utawala chama cha CCM, wengi wao wakiwa ni wanamuziki pamoja na watu wa mashuhuri ndani ya nchi ya Tanzania. Baadhi ya wasanii wamechomewa maduka yao ikiwemo Bilnass, huku pia Msanii mkubwa nchini Tanzania Diamond Platnumz akifuta aina yoyote ya kampeni aliyoifanya na CCM na kila aina ya content aliyotengeneza kwa ajili ya kumsifia Mama Samia Suluhu Hassan ama, kuisifia ama kukisifia Chama cha Mapinduzi. Haya yote yamejitokeza baada ya waandamanaji kuanza kuwalenga wasanii na kuanza kuharibu mali za wasanii, huku pia ofisi za Wasafi zikiwa kwenye target ya kuweza kushambuliwa na vijana wa Gen Z. Kwa upande wa jeshi la, poli, jeshi la wananchi la Tanzania, jeshi la wananchi la Tanzania limeweza kutoa kauli na kuwataka waandamanaji wote ambao wako na malengo ya kuharibu mali za umma wachane na mpango huo, maana jeshi litatumia mbinu za kijeshi ili kuweza kunyamazisha shughuli hizo ambazo ziko zinaendelea nchini Tanzania za maandamano yasiyokuwa ya kinidhamu ya kuharibu mali za umma. Ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika, ambao lazima ukomeshwe mara moja. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vimedhibiti hali hiyo na vinaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Aidha, wakati vyombo vya ulinzi na usalama vikiendelea kuimarisha hali ya usalama nchini, ninawaomba wananchi muendelee kuwa watulivu na kutoa ushirikiano kwa vyombo vyenu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania kupitia boda ya Namanga, wa Kenya wanatamani kutoka Kenya ili kuweza kuingia nchini Tanzania kwa lengo la kwenda kuwasaidia Watanzania kuandamana, huku polisi nchini Kenya ikiwa inawatawanya kuna kuwa na kuwakataza wasiingie Tanzania kutokana na ushirikiano na ukaribu kati ya nchi hizo mbili. Na uondo mwisho wa matangazo yetu, ambayo ulikuwa kunasikiliza kutoka Baraka One TV, ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati moja majira Afrika Mashariki, ambako kunasikiliza matangazo yetu tunakwenda kung'oa nanga mingine, tukutanane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. chao chao.